Baraza la juu la Urusi laidhinisha mkataba wa miaka ishirini na Iran. Bunge la Urusi limeidhinisha mkataba wa kimkakati kati ya nchi hiyo na Iran. Mkataba huo ni wa miaka ishirini na unalenga kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kijeshi na kiuchumi kati ya mataifa haya mawili. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin walitia saini mkataba huo mwezi Januari mwaka elfu moja mia nne na tatu kulingana na kalenda ya Kiajemi, siku tatu kabla ya kuapishwa kwa rais wa Marekani Donald Trump. Mnamo aprili tisa, bunge la Urusi lilipitisha mkataba huo wa ushirikiano wa kimkakati ambao unahusu masuala ya kisiasa ya kijeshi na ya kiuchumi kati ya Urusi na Iran. Mfumo wa kisiasa wa Urusi una mabunge mawili Duma ya taifa baraza la chini lenye wajumbe mia nne hamsini wanaochaguliwa moja kwa moja na wananchi na baraza la shirikisho, baraza la juu linalojumuisha wawakilishi kutoka majimbo na jamhuri mbalimbali mbali za Urusi. Duma ndiyo yenye mamlaka ya msingi ya kutunga sheria, ilhali baraza la shirikisho lina wajibu wa kuidhinisha sheria, kushughulikia masuala ya usalama na sera za kigeni. Wakati wa mjadala wa kuidhinisha mkataba huo katika Duma, Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Andrei Rudenko aliwaeleza wabunge kuwa kwa mujibu wa mkataba huo, iwapo taifa mojawapo litavamiwa, taifa lingine halitakuwa na wajibu wa kutoa msaada wa kijeshi. Kauli hiyo ilitolewa sambamba na vitisho vilivyotolewa na Rais Trump dhidi ya Iran, akisema Marekani ingeishambulia endapo hakutafikiwa makubaliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa taifa hilo. Aya ya tatu ya mkataba huo inaeleza kwamba Urusi na Iran hazitatoa msaada wa aina yoyote kwa mataifa yatakayoshambulia upande mwingine wa mkataba wala kuisaidia nchi yoyote mshambuliaji. Tangu kwanza kwa uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, mahusiano kati ya Moscow na nchi kama Iran, China na Korea Kaskazini yameimarika kwa kiwango kikubwa. Wakati huo huo mataifa ya Magharibi pamoja na Ukraine yameituhumu Iran kwa kuiuzia Urusi ndege za kijeshi zisizo na rubani zinazotumika katika mashambulizi ya kujitoa mhanga. Iran imekana tuhuma hizo. Kusainiwa kwa mkataba huu wa muda mrefu kati ya mataifa mawili yanayokabiliwa na vikwazo vikubwa kutoka mataifa ya Magharibi kumeibua tahadhari miongoni mwa baadhi ya mataifa yenye ushawishi duniani. Mbali na Urusi, Iran pia imeingia katika mkataba wa kina wa miaka ishirini na tano na China wenye malengo yanayofanana ya ushirikiano wa kimkakati.